Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana na wasalimiwe wote wa katika jina la Yesu. Waheshimiwa familia hii ambayo imetokwa na mtu muhimu sana kwao, kwa maana ya baba mchungaji, rafiki yetu na kiongozi wetu wa wake kule Usarifa, mama pamoja na familia nzima hii laini nachukua nafasi hii kwa kweli kwa umumu wake mkubwa, kuna maaskofu na nimeshaona pia kuna maaskofu wakuu walioko hapa, lakini waangalizi wa makanisa mbalimbali na wachungaji na wapendakazi katika ufalme wa Mungu ka pamoja, lakini viongozi wa chama na serikali, Bwana Yesu wasifiwe. Ndugu zangu, sisi ambao tumetokea kule Usarifa tulipokea msiba wa ndugu yetu na rafiki yetu sana John Lubuva, tulipokea jambo hilo kwa kweli kwa mshtuko na kwa kusikitika, na binafsi naku nilimpigia simu haraka kwamba uko wapi, akaniambia ndio walikuwa Dodoma, walikuwa na kikao muhimu kule, ndio walikuwa nakuja, nikamwambia pole, na baadaye nikaandika tena kwenye WhatsApp kwamba pole na tumekuwa pamoja naye na tumekuja si hapa kwa umoja wetu kutoka kule usariva. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kabla sijaendelea kusema sana, niwainue wale wenzangu ambao tunafanya pamoja na mwenyekiti wetu na mwangalizi wa section ya usariva kusini, naomba niwasimamishe na hata wale wengine ambao tuko kwenye ule umoja wetu, tena wakutiana moyo amba tusimame. Kuna ambao wako mbalimbali kidogo, lakini tuko kwenye ule umoja. Okay, sasa, walioko hapa mbele na waliosimama tunafanya kazi pamoja na mchungaji na mwangalizi Lubuva ule Usariva. Alioko pale nyuma ni makamu wake, amenipa tu heshima hii. Ningeweza angeweza, anazungumza yeye, lakini makamu wenye kiti. Tafadhali, asante na wachungaji wengine naomba mpungie. Asante, mbarikiwe na Bwana. Baada ya kutoa utambulisho huo kwa wachungaji na utendakazi wale ambao wanafanya na mheshimiwa sana rafiki yetu Lubuva, basi sisi tunakuaga na utaratibu kwamba kila linapotokea jambo lolote lile, harusi au ugonjwa au msiba, kwa kweli huwa tunashiriki vizuri na kwa hapa, ndugu zangu wapendwa, tumeweka bidii ya kutosha na Mungu wa mbinguni ametusaidia, tumeweza kumshika mkono tayari ndugu yetu na mtumishi wa Mungu uh, mwangalizi wetu Lubuva. Kwa hiyo kile ambacho tunatakiwa tufanye tumeshafanya tayari, lakini sio mwisho. Bado tuna ule moyo ambao wa ufungu na sheria kwenda nyumbani kumuona na kumsalimia kwa ajili tu ya kumuonyesha umuhimu wake, lakini kwa ajili ya ushirika katika kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimetajwa kwa jina fulani hapa baba mchungaji na Nyaro. Ni kweli mimi ni baba mchungaji, baada ya kuwazaa wengine na wenyewe wakawa maaskofu, basi wakanipa heshima wakaniita baba baba mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni atubariki.